Uchawi, the more mnaogopa mchawi. Wakati maybe katika jamii yenu mnasikia eh, kuna mtu anafanya uchawi, kuna mtu amekufunga mahali hapa. Sasa akili yako yote your thoughts zinaenda pale, anything ikikufanyikia, unajua tu ni yule. Hata kama si yeye, the more unaogopa mchawi, the more unampa nguvu yako, you are giving that person your power, ili aendelee ku harvest energy kwako The more unaogopa uchawi, uganga, vituko ambavyo watu wanakufanyia, the more unawapa nguvu yako. The more wewe unasimama katika uwewe, unasema okay, ni yeye, okay fine, let me work on myself. Because kwa mchawi kukuroga lazima kuwe na njia ambayo umefungua, lazima kuwe na penyo. Mchawi hawezi kuroga mtu, hawezi kuamkia tu hivyo akaanza kukupiga bure. Lazima kuwe na amekutafutia makosa ama mmefanya kitu mkajibizana, hapo ndio kinaanza. Nobody can start claiming or destroying you easily. Hivo tu unless there is a path na hiyo path utakuwa umefungua wewe. Kwa mfano sahii mimi nishike nguo ya mtu fulani ni inenee inene, ni inenee ni eke hasira zangu zote pale ama wivu yangu yote pale na nisukume. Ni sukume nikiwa na sukuma hayo maroho yakifika, or that energy ikienda ikipata pia wewe ujahili your chakras ndio unapata inakaba anga, wakati wewe unasikia eti oh Uh, nyanya yako anaonekana anakuzungukia, sijui babu yako anakuzungukia, au kuna vifungo vya ukoo vimekufunga, vime ni kwa sababu of those chakras. Wakati hizo chakras hazijafunguliwa ziko kwenye giza, unapata nyanya yako ambaye hakupona spirit guide wake anakaa kwenye hiyo makazi, anafanya makazi kwenye hiyo portal hapo. Hiyo kwenye hiyo portal kuna wengine wamefunganishwa vitovu vyenu, mnapata wanakaa pale. At the moment amefunga vitovu, that is the solar plexus, mm, or the sacral chakra, amefunga ubunifu wako, creativity yako, spiritual awakening, mambo na kuinuka kiroho inakuwa ni ngumu. Mm. Ikiwa wewe unahitaji huduma zangu, ikiwa unahitaji uh, kusafisha nyota, kupandisha nyota, raising your vibration, raising your frequencies, unahitaji kufungua vifungo vya ukoo uh, unahitaji uh, kusafisha kutakasa nyota yako yani unahitaji kuangalia nyota, destiny vitu kama hizo, huduma zangu, bonyeza link ipo kwenye profile itakupeleka kwa huduma na malipo. Ikiwa unahitaji kuelezea historia zako kupitia birth chart, karibu sana uh, bonyeza link, ipo kwa profile itakupeleka kwenye huduma zangu za. Na ikiwa unahitaji tu ah, dada mimi na matatizo hii na hii, karibu sana mm, nambari yangu ya WhatsApp iko kwenye profile, nitafute tutapata kuongea mawili matatu. So ikiwa wewe ni mtu ambaye umesikia ati kuna mganga anakuroga kuna mchawi anakufanyia hivi sasa, you will, you will, will live in fear and that's why, mimi mtu ukinifata sikuambii ni huyu na huyu no, ninakuelezea njia ambayo utapata kujisaidia kutoka katika hayo matatizo. Afadhali ufundishwe kuvua samaki kuliko ufundishwe mtu awe anakupa samaki na hujui kuvua samaki, because the same problem will still continue so ikiwa unasikia kuna mchawi katika maisha yako, acha kuogopea, acha kufanya sijui lelelelele, mm mm, anza kuangalia ni nini ambayo inangatwa katika maisha yangu, ni sehemu gani? Ndio maana nafundishwa vifungo. Hizi vifungo ndio zinafungua milango ya kwa wachawi, because wachawi ni wale watu ambao they have not healed, and because they have not healed, they live in fear, they live in pain. Hiyo pain yao, they want everyone to be like them, and that's why they are hizo energy zao wanasukuma kwa watu. Eh? Mchawi ako nadri hata afunge siku saba. Ako nadri hata achinje. Ako nadri aende toe maroho makaburini just because ya kukufunga wewe. So, ukija ukipona, ukija ukifunguka, hata afanye vipi, haiwezi kukungata. Ikiwa unahitaji kujua uh, vifungo vitu kama hivyo kujifungua karibu sana uh, bonyeza link ipo kwenye profile, takupeleka kwa huduma na malipo. Nambari yangu ya WhatsApp ipo kwenye profile. I hope umenielewa vyema.